Wakulima wa ngano na shairi wilayani Hanang mkoani Manyara wameiomba serikali iwawezeshe zana za kilimo ili waweze kuongeza uzalishaji wa mazao hayo. Wakulima hao wametoa maombi hayo mbele ya mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Joel Bendera baada ya kutembelea na kukagua mashamba ya wakulima. Mwandishi wa TBC mkoani Manyara Ben Mwaipaja anaripoti. Kabla mbuweza, wilaya ya Hanang mkoani Manyara ni maarufu kwa uzalishaji wa zao la ngano na shairi yanayotumika kama mazao ya chakula na biashara. Baadhi ya wakulima wamewekeza katika kilimo hicho kwa muda mrefu na wamekuwa wakilalamikia changamoto ya ukosefu wa zana bora za kilimo ambazo zingewafanya waongeze uzalishaji zaidi patikana hizo planta. Kwa kweli, hapa mimi mwenyewe nimeona moja tu sasa, ukilinganisha, ukiangalia hii kata ni kubwa sana. Sasa, hiyo moja hawezi kutosha, alafu stosha ni ya mtu binafsi, yaani ina tatizo la chizo, maana tunatupia kwa mkono badala ya kutumia planta. Changamoto ambazo tunakutana nazo pengine ni madawa, kwa sababu so madawa yetu tunanunua katika maduka yetu haya ya kawaida. mm -hmm, sio wakulima wadogo. Kikubwa wakulima wanachoangalia ni kwamba yule anayefanya anafanikiwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo kwa asisi ambayo tumeshafanya kwenye vijiji ambayo tupo, najaribu kuangalia mafanikio na mavuno ambayo tunapata na hivyo na wao wana wanawamasika. Mkuu wa Mkoa wa Manyara, Dr Joel Bendera, amewashauri wakulima hao kuunganisha nguvu zao ili waweze kununua zana bora za kilimo wakati serikali ikitafuta njia ya kuwasaidia ili wafikie malengo wanayokusudia katika uzalishaji wa mazao hayo. Lakini naomba niwapongeze, mnafanya kazi nzuri kwa sababu njia ya kujikomboa, watu wengi wanasema hakuna ajira. Hii ni ajira. Tena ni ajira kubwa sana. Kinachotakiwa sasa ni zima, ni, ni, ni kwamba sisi kama serikali lazima tuwasaidie kwa maana ya hivyo mnavyosema madawa eh, ushauri, ushauri mtaalamu, na, na, na mikopo na mikopo, ndio kitu kikubwa. Serikali sasa hivi imeamua kuanzisha benki ya wakulima. Dr. Bendera amewaagiza no pia maafisa ugani ama maafisa kilimo kuwatembelea na kuwashauri wakulima mkoani humo namna ya kulima kwa njia ya kisasa na hivyo kuwasaidia kujikwamua kiuchumi. Scientific method ya kuwabadilisha watu hawa, huyu mzee hapa, pamoja na kwamba si, si ana planta yes, lakini ai, yeah, hawezi kuanza akawa na shamba amemwaga, lakini ana ekereji chache ambazo zimepandwa kitaalam, nanyi mkawasaidia kuona kwa na kwamba wana move. Mimi ni Ben Mwaipaja, TBC.